Kwingine kwa viongozi wa jamii ya Mulembe wanaopinga mchakato wa kukodishwa kwa kiwanda cha kusaga na kupakia sukari cha Nzoia, hasa wanaotoka katika kaunti ya Trans Nzoia, wamesema hawatasitisha mchakato wao wa kuzuia kutekelezwa huko kupitia kwa mkataba tata uliopingwa mahakamani. Ni taarifa anaangazia kwa kina Mike Muskoyo. Wakiongozwa wa, na gavana wa kaunti ya trans nzoia George Natembeya wanadai baadhi ya viongozi wanaoshinikiza mchakato wa kukodishwa kwa kiwanda cha nzoia ni vibaraka wa serikali ambao wanafahamu njama fiche ya serikali, wala ambao wamekubaliana kufanya kazi na, na, na serikali uh, company ya, ya nzoia. Respectfully we differ with you. Atukubalia na nyinyi hata kidogo. Mmefanya jambo la hila kabisa kuuza kuliz eh, eka moja kwa miaka 30 kwa shilingi 1050 translating to 1600 shillings per eka kwa eka moja kwa mwaka. Mheshimiwa Wetangula, Mheshimiwa Lusaka na mheshimiwa wengine wenye muli sign mkataba, na rai, mulisain mkataba kufaidisha wananchi wa Bungoma ama mulisain mkataba ya kuwafaidisha nyingi? Wakizungumza wakiwa mjini Kitale, viongozi hao wamedokeza kuwa hawatatishwa kupinga mpango huo wanaodai utaathiri pakubwa uchumi wa wakulima wa miwa kando na kuwanyanyasa wakazi wa eneo la magharibi. Sisi hatujechoka na hatutachoka. Ijumaa hii tena tunarudi huko, Jumatatu tutaenda huko mpaka, uh, tufukuze rai, na tunasema na tunasema, hata wakitutishia saa hizi sio shida, wacha wamlete na nguvu, wamlete na polisi Power sio permanent, wala ambao umemleta pia siku moja unatoka kwenye power. Viongozi hao wamemtaja mwekezaji wa kibinafsi aliyekabidhiwa kiwanda cha Nzoya kuwa mwenye hulka ya kuwadaa wakazi wa eneo la Magharibi ila wanashangazwa na hatua ya serikali kuwa na imani naye ile hali alifeli kukifufua kiwanda cha Pan Pepe. Hiyo ndio maswala wanastahili kutuambia. Pan Pepe inafanya kazi. Na kama haifanyi kazi ni kwa nini tupatie tena yule jamaa mwenye hata sisi wenyewe tunajua haji kamilisha mkataba kati ya Pan Pepe na yeye. Factory haifanyi ya Pan Pepe. Ukiangalia Webuye sasa hii Webuye ni kama imekufa. Kwa sababu gani? Rai na ndiyo naona nataka kulaumu bunge. Kama wanaweza weka bilioni tatu kule hiyo Kisumu hospital, mbona wasiweke bilioni sita Nzoia na watafute yule mwenye anasimamia mzuri? Viongozi hao wa kaunti ya Trans Nzoia wanadai wanajihusisha na hatua hii, hasa baada ya wakazi wengi kuhamishiwa kaunti hii ili kupisha ujenzi wa kiwanda hicho, na mwajue kwamba Ila ambayo labda president ajue ni kwamba hiyo factory mali imejengwa hapo, kuna watu ambao walikuwa displaced. Watu wanakaa hapa Chalicha, watu wanakaa kule kule kule kule ututu huko, walikuwa huko wakawacha shamba yao kabisa, hata walikuwa wamezika watu hapo hao, lakini wachilie tuweke factory hapo. We have got very very strong passionate almost personal attachment kwa Nzoia ya sugar. Wala ambao hawajui wanyamaze tu, sisi tuko na passion kwa hiyo iyo wawaiyo Nzoa will never leave it. Mike Mskoyo, msoy West TV kutoka mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia.